Jeshi la polisi mkoani Morogoro kwa kushirikiana na jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania JWTZ wametegua na kulipua bomu aina ya projectile high explosive lililokuwa ndani ya nyumba ya mkazi mmoja mkoani humo tangu mwaka elfu mbili na sita bila ya yeye kuwa na taarifa. Kamanda wa polisi mkoani Morogoro Ulrich Matei amesema tukio hilo limetokea baada ya jeshi hilo kupata taarifa za kuwepo kwa kitu kinachodhaniwa kuwa ni bomu ndani ya nyumba ya mkazi huyo. Shuhuda wetu huko ni mwandishi wetu Monica Lia Mpawe, mwenye taarifa ifuatayo. Hali isiyo ya kawaida, jeshi la polisi mkoani Morogoro kwa kushirikiana na wataalamu wa kutegua mabomu kutoka jeshi la wananchi wa Tanzania, kikosi cha Pangawe, wamefanikiwa kuliondoa na kulilipua bomu moja aina ya projectile high explosive mia moja na tano mm liliyokuwa ndani ya nyumba ya Enos Yohana mkazi wa wilaya ya Mvomero, bila yeye mwenyewe kujua kama ni bomu kwa takriban miaka saba. Kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro Oltrich Matey hapa anaelezea kwa kina chanzo cha kupatikana kwa bomu hilo ndani ya nyumba ya mwananchi huyo. Mnamo tarehe mbili mwezi wa saba majira ya saa tano asubuhi, huko maeneo ya Mlali, wilaya ya Mvonero, nyumbani kwa Nsya, mkazi wa Mlali, tulipata taarifa kwamba kulionekana kitu kinachodhaniwa kuwa ni bomu, ndipo timu ya upelelezi ikiongozwa na mkuu wa upelelezi wa makosa ya jinai mkoa wa Morogoro akiambatana na wataalamu wa kutegua mabomu kutoka kikosi cha jeshi la wananchi ta wa Tanzania kikosi cha Kagawa walifika haraka eneo la tukio ambapo baada ya uchunguzi walibaini kuwa kweli ni bomu aina ya projectile high explosive 105 mm ambalo halikuwa na maandishi kwa sababu ya kutu na halikuwahi kutumika. Aidha, baada ya kukamilisha taratibu zote muhimu bomu hilo lililipuliwa na hapakuwa na madhara yote dhidi ya binadamu. Kwa mujibu wa maelezo ya mwenye nyumba, ameeleza kuwa bomu liliokotwa katika pori la Vitonga lililopo kijijini hapo na mtu aitwayo Onesi Mungo wakati akienda kukota kuni za kupikia, wakati akiwa mpangaji kwenye nyumba hiyo kuanzia mwaka elfu mbili na sita, kisha kulitunza ndani ya nyumba hiyo na baadaye alipohama aliliacha, ambapo mwananchi mmoja alipofika katika nyumba hiyo alitilia mashaka, kisha kutoa taarifa polisi, na kuwataka wananchi kutoa taarifa pindi kisha kutoa taarifa polisi. Katika tukio jingine, jeshi la polisi mkoani hapa limesema limejipanga kikamilifu kuimarisha ulinzi katika maeneo yote ikiwemo nyumba za ibada na kumbi za starehe ili kuhakikisha amani na utulivu unapatikana kuelekea sikukuu ya Eid al-Fitr. Kufuatia sherehe za Eid al-Fitr zinazotarajiwa kuanza hivi karibuni, jeshi la polisi mkoa Morogoro limejipanga kikamilifu kuimarisha ulinzi katika maeneo yote ili kuhakikisha amani na utulivu unapatikana. Pia tunatoa wito kwa wananchi wote wa mkoa wa Morogoro hususani wa kazi kuwachunga watoto wao hasa wanapokuwa kwenye mkusanyiko, pia kwenye kuvuka barabara. Mtajua, mtakumbuka kwamba Morogoro ni sehemu ambayo inazunguka na barabara nyingi highway, kwa hiyo magari yanakwenda kasi kidogo. wa ya ni kipindi cha sikukuu, kwa watu wengi watakuwa wanatembea. Tunawasihi watu wote waangalie usalama wa watoto wao. Aidha, tunaomba wananchi kutoa taarifa pindi wanapoona kitendo chochote kinachoweza kuleta uvunjifu wa amani kupitia kwenye namba za simu ambazo tumewapa kila siku za jeshi la polisi. Katika zoezi la uhakiki wa silaha linaloendelea kote nchini, mkoani Morogoro limetekelezwa agizo hilo, ambapo jumla ya silaha 2762 zimehakikiwa ikiwemo bastola 548 shotgani 1630 na rifle 584 na kwamba kamanda Matei amesisitiza zoezi hilo kwamba bado linaendelea. TBC Morogoro.